lakini pia kuna taarifa kuhusiana na Neo Maema, Neo Maema safi mm. Budo Mutale mm. <laughs> Sasa hiyo story inachekesha hii? Ah, na wewe jamaa, una serious. Unamfahamu Budo? Namfahamu hii. Mutale? Hii. Sasa, ah, kilicho kuchekesha hapo nini brother? Mm. Wewe sema tu hichi kimenichekesha hivi. Wewe usoma gazeti limeandikaje? Mutale. <laughs> <laughs> No, no, Bwana Azam wao ameifuata Nairobi mapema wakati Yanga yaache wawili kiaina, ambaye ameachwa ni bwana mdogo Celestin Yakuwa <laughs> pamoja na Dumbia okay. E, hawa hawa Yanga e, imeachana nao kwa sababu hawajaonyesha uwezo hmm. eh. tumalize okay, tumalize na gazeti la Mwana Sports ambalo limesheni pia taarifa chemkem za michezo Surprise, Simba Mastaa yeah. Kibao kufyekwa, kocha mmoja atemwa kwenye habari, picha anaonekana eh, pia mchezaji hapa, na Simba inatajwa kuwa inawinda wachezaji wengi kulikweli kwa ajili ya kujiandaa na michuano mbalimbali, lakini Atika. Pedro anasema kuna mambo mawili aanika mm. mikakati ya kuivaa national ahal na mechi ni kesho, inapigwa saa moja kamili usiku.